Okay, okay, okay. Jamani leo tena tuko hapa My fair skin kwa ajili ya kuzungumzia hizi mashine. Ah, jamani mashine za uso kwa ajili ya kuondoa mikunjo. Can you see machine na zinapatikana. Njoo, kwa shilingi kwa shilingi elfu sitini tu, My fair skin unazipata kwa shilingi elfu sitini tu kwenye box lake utakuta kuna chaji jamani, lazima ukute kuna chaji yake. Hii hapa sasa, ukishaifungua mashine hii kwenye box utakuta iko covered namna hii. Sasa unaifungua na baada ya kuifungua unawasha hapa kwa nguvu. Baada ya hapo unachagua kala, eh, unataka kala gani kwa ajili ya changamoto gani? Sasa madam atatuelezea. Hi guys, karibu my fair skin. Hii ni light therapy ambayo tunatumia inatumika kwa ajili ya kung'aisha ngozi na pia kwa ajili ya kumasaji tissues za ngozi mwilini. Kwa hiyo ukiweka, ukifinya red light therapy, ni ya kuondoa madoa na kung'aisha ngozi kwa wale wa, ambao wanataka kung'aa, na pia ina vibration kidogo, ambayo inaenda ina inside tissues za ngozi, ina activate the blood vessels of the, of the, of the skin so the skin is going to be really bright and also kama inatoa ile ile sadness kwa kwa, kwa uso. Sadness ni kama ngozi ume, umechoka choka, yaani au, au, au haupati usingizi pia vizuri ama unalala una sana, hii itakusaidia. Kuna green light, green light ina inaenda ina soothe tissues of the skin, alafu kuna blue blue ni anti acne, ni kwa wale wanachunusi ama vipele kwenye ngozi, hiyo pia ina vibration. Alafu kuna purple ukitaka ukitaka kuitumia kwa haraka, labda una haraka, unaitumia una asubuhi ama jioni, unaharaka unatumia hii purple. Purple ina red na blue, kwa hiyo red inaondoa ma inaleta brightness, alafu blue inaondoa chunusi. Kwa hiyo ukitumia purple, umeondoa chunusi na pia umefanya ngozi ikanga. Namna ya kutumia eh, utakuwa unawasha namna hii. Madam nataka hapa tuondoe mkonjo, kwa hiyo utakuwa una namna hii. Unaosha kwanza ngozi yako vizuri, una apply serum kwenye ngozi yako vizuri. Kama una serum ya retino na nia yako ni kuondoa mkunjo, unachukua retino. Na retino ya Cosrx ni nzuri sana sana, sana, kwa ajili ya kuondoa nini, mikunjo. Kwa hiyo nitakachofanya ni kutumia serum yangu nzuri pia. Hii jamani, ni light from Korea, direct from Korea, ni nzuri sana kama unavyoiona. Cheki hilo chupa kwanza namna hii. Kwa hiyo nitakachofanya ni kuapply kwenye ngozi yake serum ya retinol. Ukifika usiku, mara nne kwa wiki, unaapply namna hii, namna hii, namna hii yako, una massage vizuri kwenye ngozi yako eh. baada ya hapo, unaanza kulazimisha ile retinol ifanye kazi yake vizuri kwenye ngozi yako. Kwa hiyo utaanza unasikia vibration, utaanza kuhakikisha ngozi yako inanyooshwa kama hivi jamani, unarudia tena unafanya hivi kwa wiki, jamani, mara tatu utaona lazima matokeo. Kwa wiki mara tatu utatoa namna hiyo, namna hiyo, unatoa unatoa namna hiyo jamani, namna hiyo, ngozi yako inanyooka eh? huku utakuwa unanyoosha shingo yako vizuri, kutoka kwenye kidevu kuja hapa kwenye sikio toka kwenye kidevu kuja hapa kwenye skill. Hiyo ni My Fair Skin. Na hii hii tool yetu unaipata My Fair Skin kwa shilingi elfu sitini. Karibuni sana jamani.